Jambo la kwanza ambalo ni ukweli lakini hamna aliye tayari kuukubali ni kwamba hakuna mtu anayekuja kukuokoa mm. Wewe binafsi ndiwe utajiokoa kutoka kwa shida zako. Usitarajie wazazi watakuokoa. Aha, wazazi watajaribu, washindwe Usitarajie marafiki basi ndio watakuokoa, la hasha, wara sio serikali <clears throat> venye tunalia hivi uchumi ni baya, bado kuna watu wanaingia kwa kaya wakinunua jipu, wakinunua prando na zinginezo. Hamna mtu atakuja kukuokoa. Huo ni ukweli lakini mchungu hmm, lakini unafaa ujue mapema, ndio ujue wewe mwenyewe ndio utajitahidi ujiokoe, na ndio naonanga kama naweza kubaliana na mwenye alisema god helps the one who has helped themselves, kulingana na vyenye alikuwa anamaanisha. Tukiichukulia vile vyenye inasemwa tunaweza ona ni kama tunaondoa mungu pale, lakini sivyo. Mungu anafanya pati yake, lakini mimi lazima nifanye yangu. Lakini unaweza shangaa, vipi anisaidie kama nimejisaidia? Na mi nasema kama hamsaidii mwenye amejisaidia, na hapa kujisaidia ni kufanya ambacho wewe mwenyewe unafaa kukifanya, basi he must be a discriminative god, lazima awe ni Mungu mwenye ubaguzi. Na ni nani anayempenda Mungu kama huyo? Kwani yule Mungu namfahamu amesema vizuri sana, sio Mungu wa ubaguzi na hivyo kama kuna wengine wanafaulu wengine hawafaulu, na Mungu hamsaidii mwenye amejisaidia, yaani ame jisaidia, yani amepray part yake, then inamaanisha Mungu unayemfuata sio yule Mungu wa kweli. Huyo ni Mungu wa ubaguzi, anawafanya wengine wafaulu na wengine anawaacha chini. Unajua, kisa moja ambacho huwa najifunza nacho sana ni cha Kaini na Abeli. Kwani Kaini alimuua Abeli, kwa nini? Sababu alitoa dhabihu iliyokuwa ni nzuri sana ikakubalika na yake ikakataliwa. Na mimi huwa najiuliza hivi, na najua hata wewe huwa unajiuliza hiyo swali, kama Abeli ndiye alitoa dhabihu yenye ilikubalika sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Na Mungu alikuwa anawaangalia na alikuwa na uwezo wote wa hii dunia na wa mbingu wa kuzuia Kaini asimuuze nduguye Abili. Lakini hakufanya hivyo. Akakubali mwenye ametoa dhabihu nzuri akafurahia auawe. Kwa nini? Na hiyo inaniambia lazima kuna pati yangu ya kufanya yenye Mungu hataingilia, yenye Mungu hatazuia ama anipendelee hivyo. Kama sijaifanya, kama sijatumia ujaja wa kwangu, kama siko arat, kama sijajitunza na nijilinde kiasi fulani, kuna viwango au kuna boundaries ambazo Mungu hatapita na hivyo kama ni jambo baya litalifanyikia tu nikiwa mcha Mungu na nikiwa nimempendeza, lakini hata ingilia. Kama kuna jambo ambalo wewe ndiye unafaa kulifanya, ni vema kuhakikisha umelifanya na umelifanya vizuri ipasavyo, kwani hata wewe unampenda Mungu waje au Mungu anakupenda vipi, kuna mambo hatawahi kukufanyia kuna viwango hata wai kukuvusha. Kuna mapendeleo hata wai kukupendelea. Na hivyo hata Mungu mwenyewe ha haji kukusaidia, otherwise angetusaidia sote. Basi kuna ile nafasi yako, wewe ndiye utajifanyia kazi, wewe ndiye utajisaidia, wewe ndiye utahakikisha ya kwamba mambo imekaa vyenye unataka. No one is coming to save you. Hamna. Kweli ndio huo, lakini mchungu hatutaki kuukubali. Na jambo lingine ni kwamba watu huheshimu matokeo, sio effort, sio kujaribu au nia njema, good intentions. No, watu huheshimu results, matokeo so, haijalishi ni nini unachokifanya, matokeo yake ndiyo itategemea venye watu watakujaji, ndio yako na final say. Hivyo wacha kujali ni nini unafanya, unakifanya vipi. Jali matokeo ya hiki ninachokifanya ni nini, kwani hata ukifanya vipi, hata ufanye na efoti gani, kama hujaleta matokeo, hamna atakaye tabua. Ni ukweli lakini mchungu, hamna anayetaka kusikia ya kwamba dunia haina zawadi yoyote kwa mtu mwenye anajaribu. Watu hawana zawadi kwa mtu mwenye anang'ang'ana. Hamna yeyote anayo zawadi ya mtu ambaye ana roho nzuri. If you are just nice, watu watakufurahia, wakupambe, lakini no one will reward you for being just nice. Hiyo ni yako ya yeah? mm. No one will reward you for just being sincere. The world won't reward you for you had good intentions youdgood uh -uh. Dunia inazawidi matokeo. I know, that sounds very unfair, lakini huo ndio ukweli kweli mchungu ambao watu wengi hawataki kusikia. mm. Najua siku moja nilikuwa natokea kazini nikielekea nyumbani jioni jioni hivi, nikakutana na jamaa, akaniambia e, bro unajua nini, nimeibiwa kila kitu hapo town, unaweza nisaidia, simu yako hata kutanipea, piga tu uambie fulani fulani niko mahali fulani, nimeibiwa kila kitu, ndio ajue vipi anaweza nisaidia. Jamaa alikuwa na gari na hivyo kwa geti tu, nikitokea kazini nimempata amesimamisha gari hapo, anakaa kutetemeka, anakaa mtu mwenye ako very worried na ndio nikapiga simu, tukaongea na Wairimu mwenye niliambiwa ongea naye, anaitwa Wairimu. Mwambie niko mahali fulani fulani, nimeibiwa kila kitu. Nikamwelezea Wairimu, akaniambia yeye ni dereva wa lori, sijui anapeleka chakula huko Dadabu na hivyo, nijaribu nisaidie huyu kaka ambaye ni kijana wa mwajiri wake ambaye anafanyanga na ul na Wailimo akaniambia alafu kidogo na usimwambie, ameitwa nyumbani haraka haraka, akaambiwa mama yake amepata accident, so di anakuja kumwona, lakini hata si hivyo, mama yake hayuko ICU, ashaaga. Ni venye tu tumeona tusimwambie ameaga akiwa huko, ndio aweze kufika nyumbani. Na hivyo mimi na huruma zangu nakuona kwa kweli, huu ni jamaa ako kwa, kwa shida. Hebu tujue vyenye tutamsaidia kidogo. kwa mfuko sikuwa na pesa mingi, nilikuwa na takriban elfu tano hivi na jamaa alikuwa anahitaji elfu kama kumi na saba za kuweka mafuta ya kumpeleka mpaka Dadaab, na kuona nilikuwa naona ni jamaa ako katika shida, anahitaji usaidizi sana nikaongea na rafiki yangu mwingine ambaye hata sijawahi mkopa pesa yangu mimi mwenyewe ya kutumia ama nikiwa katika shida, lakini nilipojaribu kuwaza na nikajiweka katika viatu vya yule jamaa, nikaongea na yule jamaa na akanikopesha kidogo, angalau ikafika elfu kumi jamaa. Tukaagana mafuta ikimfikisha gariza, angalau hapo pengine atajua venye anaweza saidika na tulipoagana baada ya masaa kama mawili ya kugojea transactions nini, all that, nikaenda nyumbani nikiwa nimechelewa, lakini nahisi ah, nimesaidia mtu. Kumbuka tumeagana ile hela, akifika tu nyumbani. Nimesikia mama yake ni sonko, ako hata na matrela ya kupeleka chakula Dadab, na hivyo akifika nyumbani hivi tu atanitumia zikiwa elfu kumi na mbili au hata kama si yeye Wairimo akifika mahali kuna M-Pesa, kwani ako kichakani hivi? Akifika tu mahali kuna M-Pesa atanirushia hizo pesa. Na hivyo mimi nikaenda nikalala vizuri, nikijihisi ah, leo nimesaidia, nimefanya kazi nzuri kweli hii siku. Nyingine asubuhi nikatarajia sasa elfu zangu kumi na mbili zitaingia kwa simu. Nikangoja kidogo, simpati. Nikasema nisimsumbue, nisubiri mpaka jioni joni kafika, hamna mtu ameongea, hakuna hela. Ndio nikapiga simu, nikasikia mtenja. Nikafikiria maybe ali break down, alipofika kule akakuta hata mama yake ashaaga na mambo ikawa mabaya zaidi. Na hivyo nikaona nimpee, nimpe muda. Siku iliyofuata nikamjaribu tena, simpati. Ikafika masaa ya saa sita, simpati. Jioni jioni ndio nikaambia mtu mmoja ambaye ni Michael, nikamwambia unajua, kuna jamaa nilimsaidia juzi, nilikutana na yeye, alikuwa na shida hii na hii na, akaniuliza ukampea pesa na sasa simu haingii, ulikoniwa bro? nikamuulia a, wacha, siwezi kuwa nime, eh, huyo jamaa alikuwa jamaa mzuri na vyenye hata nilimwona ilikuwa genuine. venye alikuwa anakaa hata karibu analia na wakati mwingine namu, namuonea huruma nikijua hata haelewi the full story. Hmm? Ah, jamaa kaniambia hapana, wewe umeoshwa hmm. Nikakataa, sitaki kukubali, lakini siku ilipoisha kabisa nikaanza kuona ama kuna ka ukweli hmm, nimekoniwa na nilipoamuka hii siku ingine bado najaribu haiendi through si kwa huyu jamaa na si kwa wairibo ha, ikaanza kusink pole pole, nikaanza kukubali kwa ubali, kuna uwezekano naweza kuwa niliibiwa, kuna uwezekano alikuwa con man. Siku tatu nne, wiki na sasa ni miaka mingi imeisha tangu hiyo siku, ndiyo nikajua haijarishi your intentions. Nakuwa na nice heart, my friend, utaumia na Mungu atabaki kuwa Mungu. Kwani kutoka hapo nilitumbukia sasa kwa madeni, nilikula shida mingi sana kulipa ile pesa, kwani kumbuka nyingine yake ilikuwa ya kukopa na sikuwa na pesa mingi nikiconnect hiki kisa na cha Abeli mwenye aliuawa, Mungu tu akitazama na hakufanya chochote. Na mimi nimekoniwa, Mungu tu akitazama, nikiwa na roho ya kujaribu kusaidia hata na chenye sina kujitolea kulikoje huko, lakini Mungu hakufanya kitu kuhusu. Nilikuwa tu in denial na ninajiambia, ah, Mungu hawezi kubali zangu za ziende lazima watanirudishia pesa yangu, hawanijui, hawajui mimi ni mcha Mungu. Oh, bana, pesa zangu hawawezi kula. Bro, zilikuliwa tu na dunia ikatulia na kukawa kama hakuna kitu ilifanyika. Hivyo basi, my point is this world will never reward your intentions, it will never reward your nice heart, it will only reward results. Tuwa na matokeo mzuri, dunia itakufurahia itakuletea mazawadi, itasema kongole. Lakini kama ni kujaribu, if you are trying, if you are struggling, if you are just being nice, ole wako, kwani the world is very, very unfair. Only rewards value. Na hapa nikisema value. Si kulingana na chenye unafikiria wewe ndicho value ama ndicho kita waongeza value. No, the world only wants value according to them, according to it, chenye inaona ni cha maana, ni cha muhimu kwao, kulingana na wao na darubini zao, hicho ndicho dunia hutambua, lakini si kile unafikiria ndicho kizuri cha kufanya si kile ambacho unafikiria ndicho kitawasaidia. Ha, haifanyiki hivyo. Na hayo tu ni baadhi ya mambo ambayo ni ukweli mchungu ambao watu hawataki kuusikia, lakini hmm, ukikubali kuusikia utakuokolea pakubwa mashida, mingi, kunyang'anywa, kuteswa burebure na hata kuangambia.